Wa man ahsanu qaula, nani mwenye matendo mema zaidi nani? Mwenye maneno mazuri zaidi maneno mazuri zaidi ni haya mangapi? La kwanza, daa ila Allah. Jambo zuri la kwanza duniani ni kumlingania nani? La pili, kutenda matendo. La tatu, utangaze we ni nani? Mtu wa amani, sio mtu wa haki kuna kitu kinaitwa amani, kuna kitu kinaitwa haki, lakini kuna kitu kinaitwa wajibu. Hauwezi kutaka haki kama hujatimiza wajibu, na nitawapa mfano, na huu mfano naurudia sana haki. Nataka muelewe, hasa nyie waandishi mko hapa, na mseme haya maneno kwa watu wao. Oh, wanatangaza amani, wasemi haki. Nataka niwaambie, serikali kutoa huduma za afya ni haki, yani kujenga hospitali an yani kujenga shule hospitali, zile mpaka kufika mahospitali makubwa ni haki. Kuweka madawa ni haki, kuweka manesi na ma, ma, madaktari wazuri ni haki. Ya watanzania kupata haki hiyo kwa mujibu wa katiba, tuko pamoja. Serikali kutoa elimu katika nchi hii ni haki, kwa mujibu wa nini, hichi tunachokiendea uchaguzi, kuchagua kuchaguliwa, ni haki kwa mujibu wa kuwa na mabarabara mazuri na nini ni haki kwa mujibu wa katiba. Kuwa na faragha, haki ya faragha ndani ya katiba imetajwa. Kuwa na uh, ha, ha, hali ile ya mtu kutulia kuzungumza vizuri, kuwa na faragha na mkeo, yani mambo kaa vizuri vizuri ni haki zetu kwa mujibu wa katiba. Zichukue haki hizi zote, hizi haki zote zichukue, afu ziorodheshe, zinawezaje kutimia kama nchi imevurugika? kuwa na hospitali nzuri na madaktari wazuri ni haki yetu kwa mujibu wa katiba. mm. Lakini je, unaweza kuenda hospitali bunduki inalia? mm. sh tuangalie. mm. goma. Kuwa na shule nzuri, kuwa na shule nzuri. nzuri ni haki kwa mujibu wa nini? Je, bunduki ikilia watoto tutawaruhusu waende shule? mm. majlis mm. ya haki huwa lamni Alafu sisi tutachaje kutangaza amani kwa sababu wewe Uislamu wenyewe unaitwa amani al-Islam. Na ndio maana mtume wetu akatufundisha mambada abil kalam kabla salam wala tujibu. Hata ukikutana na mtu akianza vipi mambo usimjibu. Uislamu unakwambia huyo mtu usifanyaje? Usimjibu. Eba, habari za leo usimjibu mpaka aseme amani ya Mungu iwe kwako. Mpaka akwambieje asalamu alaykum. Amani. Hebu ona uzito wa amani hata maiti makaburini wametakiwa uwatangazie wa, wa, wa amani yani. Waliokufa wanatakiwa kupita makaburini, mm. Mtume anasema, akipita yote makaburini. Afanyeje? Yes. Atoe salamu, awatangazie wale maiti japokuwa mmelala hapo. Lakini asalamu, amani iwe kwenu. Hebu ona mtu kisha kufa, lakini anatakiwa kwanza atangaziwe. Wala tudanganyaje si tutangaze haki? Haki ni maka kitu kinatakiwa kitokane na amani. Ikishakuwepo amani ndio tunaweza kuidai haki sasa Jamani, sisi tuna amani na uchaguzi unakuja. Kuna hili na hili, haliko sawa, tukaeni chini tuzungumze.